Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha na kuwafahamisha yale yote ambayo yanazidi kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Kuna maandamano ambayo yanaendelea Tanzania kupitia kwa mitandao ya kijamii, raia wakitaka uhuru wa Tanganyika mnamo mwaka elfu moja 1964 tarehe 26 Aprili Tanganyika pamoja na Zanzibari iliungana pamoja kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mpaka sasa hivi mpenzi mtazamaji, Zanzibari ipo na serikali yake. Na kila mwaka Zanzibari husherehekea siku ya mapinduzi Zanzibari, lakini ikifika siku ya kusherehekea uhuru wa mtanganyika hiyo siku hufutwa ukataliwa na serikali. Sasa kitendo hicho kimeweza kukasirisha wananchi au kipenda raia Mbona wananchi wamekasirika na kutaka uhuru wa mtanganyika? Viongozi wa chama cha mapinduzi Tanzania CCM wanajipanga kusherehekea kwa nguvu maadhimisho ya mapinduzi Zanzibari. Hili ni tukio muhimu lenye kumbu, kukumbusha na kuimarisha utambulisho wa Zanzibari na watu wake. Lakini kwa miaka minane sasa, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakifuta sherehe za uhuru wa Tanganyika. Sio bahati mbaya. Hizo ni kauli ambazo zimeweza kutolewa na mmoja wa anayeongoza maandamano kwenye mitandao ya kijamii, kwamba kwa mwaka wa nane mfululizo sherehe za kusherehekea siku ambayo Tanganyika ilipoweza kujipatia uhuru zimekuwa zikifutwa, kama hii ambayo ilikuwa inapaswa kutendeka tarehe 9 Disemba mwaka jana, ilifutwa na hii serikali ya Samia kwa, kwa kuhofia kwamba pangezuka maandamano, lakini mwaka huu mwezi huu wa Januari tarehe kumi na mbili, Zanzibar imejiandaa kusherehekea siku ya mapinduzi ya Zanzibar na kuadhimisha siku hiyo. Tunaelezwa kwamba ni siku ya kumbukumbu kumbu ya mapinduzi ya Zanzibari mwaka elfu mbili, mwaka 1964 yaliyomaliza utawala wa usultani na kusababishwa ama kusababisha kuundwa kwa serikali ya wananchi wa Zanzibari na tunaelezwa kwamba mapinduzi hayo yalitokea mnamo tarehe 12 Januari mwaka elfu mbili na yani, mnamo tarehe 12 Januari mwaka 1964 yaliyoondoa utawala wa Sultani Jamshidi bin Abdullah, yakapelekea kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibari na Pemba. Baadaye mnamo tarehe 26 Aprili mwaka 1964 Zanzibari iliungana na Tanganyika kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tunaelezwa kwamba hii siku ya maadhimisho ya tarehe 12 Januari, sherehe rasmi hufanyika nchini Zanzibari, na tunaelezwa kwamba hotuba za viongozi waride na matukio ya kihistoria hufanyika ni siku ya kitaifa Zanzibari na vile vile hutambuliwa pia kitaifa Tanzania. Sasa, unaona ndugu zangu wa Tanganyika wanasema hivi, kitu ambacho kinawafanya wao kulalamika ni kwa sababu kuna njama ambayo inaendelezwa na chama tawala cha CCM kuzima uhuru wa Mtanganyika, kuzima juhudi za Tanganyika kutambulika kama taifa ambalo linajisimamia. Wengine wanauliza Bwana Ezra, kama ndio Zanzibari na Tanganyika ziliungana pamoja kuunda muungano au jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mbona mpaka sasa hivi Zanzibari inasherehekea siku ya mapinduzi, ili hali ikifika kipindi ambapo mtanganyika anapaswa kusherehekea siku ya mapinduzi hiyo siku huairishwa na serikali? Kwa nini Zanzibari inatambulika kipindi ambapo kuna juhudi ambazo zinaendelezwa na serikali ya Samia kufuta kabisa uhuru wa Mtanganyika. Kuna juhudi ambazo zinasukwa na hii serikali kuzima utambulisho wa Tanganyika. Watanganyika wanalalamika kwamba mali yao yanatolewa Tanganyika yanapelekwa Zanzibari, yanaenda kufanya kazi pale. Au ni kwa sababu viongozi wengi wako na asili ya Zanzibari wanazidi kutuweka kwenye serikali ya muungano, kuendelea kutuvyonza, kuendelea kumumunya mali ya Mtanganyika. Tunataka usawa. Kama wanasherehekea siku ya mzanzibari kupata uhuru ama siku ya mapinduzi ya mzanzibari ambayo inaandaliwa tarehe 12 Januari, kila mwaka basi, tunataka siku ya kusherehekea mapinduzi ya Tanganyika tarehe 9 Desemba, kwa sababu huu ni mwaka wa nane sherehe hizi za Mtanganyika zinafutwa mfululizo. Kwani sisi wanataka kutumeza kuelekea kwa serikali ya muungano kipindi ambapo wale ambao tulishirikiana kuunda serikali ya muungano, wao wanazidi kusherehekea serikali yao ya mapinduzi, wao wanazidi kusherehekea utambulisho wao, wao wanazidi kusherehekea, wapo na viongozi, wapo na wabunge, wapo na mawaziri, kipindi ambapo sisi tunategemea viongozi wa muungano. Kwa nini sambaza hii kanda? Tunataka kuendeleza vuguvugu vugu la kutaka utambulisho wa Tanganyika. Ndiyo hatuoni umuhimu wa kukua kwenye serikali ya muungano kipindi ambapo Mtanganyika anazidi kunyanyaswa, kipindi ambapo Mtanganyika aliweza kuuawa, hatuoni kipindi ambapo mali yetu yanapelekwa Zanzibari kwenda kufanya kazi, kama wanasherehekea siku ya mapinduzi Zanzibari, na sisi Watanganyika tunataka kusherehekea siku ya mapinduzi ya Mtanganyika. Hauwezi ukasema kwamba tuko kwenye serikali ya muungano kipindi ambapo yule ambaye tuliweza kuungana yeye anasherehekea siku yao, sisi yetu inafutwa. Hauwezi ukusema kwamba umeoa au umeolewa kipindi ambapo mtu ambaye mnapaswa kufanya familia na yeye ama kuunda familia na yeye, yeye anazidi kila siku anazidi kusherehekea ya kwao kipindi ambapo anapaswa kujenga familia yake. Hauwezi ukasema kwamba Tanganyika na Zanzibar waliweza kuona wakaunda serikali ya muungano kipindi ambapo Zanzibar wako na kiongozi wako na mawaziri wako na wabunge. Sisi Watanganyika hatuna bunge, tunataka tukue na utambulisho wa Tanganyika, tukue na viongozi wetu kama rais na makamu wa rais, na kama kutakuwepo na serikali ya muungano, basi pawepo na serikali ya muungano kipindi ambapo kuna utambulisho Wazanzibari na kipindi ambapo kuna utambulisho wa Tanganyika. Sijui wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji. Je, unaunga wazo hilo mkono?